Na mtazamaji, zaidi ya familia ishirini za waandamanaji waliofariki kwenye maandamano ya Juni mwaka jana walikusanyika Nairobi kuwakumbuka upendo wao. Familia hizi zikilalamikia kujikokota kwa safari ya haki kwa jamaa zao, huku wakitishia kufika bungeni mwezi ujao kuwasilisha malalamishi yao. Ode Francis na maelezo zaidi. Ni picha za waandamanaji waliofariki katika maandamano ya Juni 25 mwaka jana. Jamaa za waliofariki wakikusanyika Nairobi kutangaza shughuli ya kukusanya saini za Wakenya ili waliohusika na mauaji hayo wachukuliwe hatua pamoja na serikali kuwafidia. Arrest and prosecute killer cop and their commanders who directed and executed the murder who. Walizungumzia pia maangaiko yao tangu kuuawa wa kwa wanao. Nisikuwa na ugonjwa, sahi, niko na sukari, niko na niko na pressure. Mama akiw mtoto ni kama lingia, wazimu. Hata siezi taka ajue niko hapa sababu hiyo story, story. Aliambia achika hivyo tuuu, ameniwacha nagapile, hata sioni nikitoboa, sioni na nitabidi nifue tu hizo nguo nifanye kazi ya kutukanwa, kazi mbaya mpaka maisha yangu ishe. Wanaharakati walishtumu serikali kwa kupuuza familia zinazoathirika, wale wabunge ambao wanasema Let's move on. We are telling them Hawa hata hatujui ni nchi gani wanaishi. Kulingana na takwimu za IPOA, waandamanaji sitini walifariki huku kesi mbili tu zikifikishwa mahakamani na ofisi ya mashtaka ODPP ikipendekeza faili za kesi kadhaa kufungwa. Sign the petition we shall deliver the petition to parliament. Matukio ya mwaka 2024 tarehe 25 Juni yaliwaacha zaidi ya vijana 60 wakiwa wameuawa huku wengi wao wakipatwa na majeraha mbalimbali. Mwaka mmoja baadaye, hakuna mshukiwa yoyote ambaye ametiwa mbaroni na hata kufungwa, huku familia zikiwachwa zikililia haki. Ode Francis, runinga ya Citizen hapa Nairobi.